Kuna madaraja peponi, madaraja makubwa ambayo hayapewi kila mtu. Ni daraja la wale waliokuwa na nafasi ya kutenda dhambi, lakini wakajizuia kwa ajili ya Allah. Wale ambao walikuwa peke yao, hakuna aliyewaona, lakini walikumbuka kuwa Allah huwaona daima. Kila mmoja wetu amewahi kukutana na jaribu, jaribu la pesa, jaribu la nafsi, jaribu la haramu iliyokaribia sana, lakini unachagua kusimama imara unachagua kusema la, mimi naogopa mola wangu. Hapo ndipo cheo cha mtu kinaongezeka mbele ya Allah. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametaja watu saba watakaotuzwa kivuli cha Arshi ya Allah siku ambayo hakuna kivuli kingine isipokuwa hicho. Mmoja wao ni yule aliyekataa kufanya zinaa wakati alikuwa na nafasi, na akasema namwogopa Allah. Hawa sio watu wa kawaida, hawa ni mashujaa wa siri mashujaa ambao ushindi wao huonekana siku ya Kiyama. Mpenzi mtazamaji wa Soul Reflection, fikiria kidogo. Ile dhambi uliokuwa karibu kuifanya, lakini ukajizuia. Ile ujumbe wa haramu ulitaka kujibu, lakini ukafuta. Ile pesa ya hiana ulikuwa karibu kuchukua, lakini ukasema hapana. Ile safari ya maovu ulichelewesha na nikaishia kuiacha. Kila hatua ya kujizuia ilirekodiwa juu. Malaika waliona, mola alijua mapambano ya moyo wako. Hakuna jasho lolote la kujizuia lililopotea. Kila mara unaposema sitajifanya mjanja, najizuia kwa ajili ya Allah, unajenga daraja lako Peponi. Jaribu halitaisha, nafsi itajaribu tena na tena, lakini fahamu haya Peponi imezungushiwa vitu vigumu na Jahannam imezungushiwa matamanio. Wale wanaovuka, wale wanaoshinda nafsi zao ndio wanaoinuliwa juu. Kila dhambi ulioona na ukaacha, imekuwa nuru. Kila tamaa ulioizima, imekuwa thawabu zisizohesabika. Kila siri yako ya kujizuia, imekuwa ushahidi siku ya malipo. Jipe moyo.